wakati ule na hao wageni ambao watatoa hizo gharama, inapotokea tatizo lolote lile ni non refundable, hawatarudishiwa. Watu wajitokeza, kwa sababu hii ni chansi iliyotokea ili wale ambao hawakupata nafasi labda kwa, kwa wakati ule kwa sababu moja ama nyingine basi eh, ili wapata hiyo chansi.